Naamini umeshawahi kusikia hili neno content creator. Lakini pengine huenda haukuwahi kuuliza huyu content creator ni nani haswa. Lakini pia pengine haukuweza kujua ni nani ambaye anakusudiwa hapo ama nani ambaye anaongelewa sehemu hiyo. Leo nataka twende tukuoneshane kwa uwazi kabisa kwa lugha nyepesi. Content creator ni nani? Anafanya nini? Lakini pia na vitu vya msingi ambavyo vinamtambulisha content creator. Watu wengi wamekuwa wanaona content creator ni kama mtu tu anayechukua video anatengeneza video na kuweza kutuma katika platform mbalimbali, lakini nataka nikwambie kuwa ukweli ni kwamba content creator ni mtu anayeshare maarifa, uzoefu, burudani au mawazo kwa njia ambayo itakayoweza kumsaidia mtu mwingine. Huyo ndio tunaweza kumwita content creator. Kwa ufupi, unaweza ukaelewa hivyo. Kazi yake kubwa ni kuweza kutoa valu, kuleta thamani wale watu husika ambao amewakusudia ama katika ile jamii ambayo imemzunguka. Sasa, changamoto ni kwamba watu huweza kuanza kwa kuuliza swali ambalo sio sahihi. ni rekodi nini? Ndio swali ambalo wengi wetu tumekuwa tukijiuliza ama kuuliza, lakini nataka nikwambie swali sahihi ni kuweza kujiuliza, nina kitu gani cha kuweza kuwasaidia watu? Ndio swali sahihi la kuweza kujiuliza ama kuuliza kama unahitaji kuwa content creator. Na maswali hayo ndio chanzo cha content bora ambayo inapoanzia. Jaribu kujiuliza maswali ambayo ni sahihi, sio maswali ambayo yanaweza kukupeleka upande ambao sio. Sasa content creator kuna mambo matatu ambayo huwa anayafanya. Jambo la kwanza, content creator anakuwa anaelewa tatizo au hamu ya mtu na kuweza basi kutatua tatizo hilo. Lakini jambo la pili, huweza kuandaa ujumbe ambao unaeleweka kwa urahisi. Jambo la tatu, huweza kusambaza kwa njia rahisi, watu waweze kufikia ule ujumbe, waweze kupata ule ujumbe ambao kauandaa na kufikishia kwao. Inawezekana kwa kupitia video fupi, video refu, podcast, kupitia picha, maandishi kuweza basi kusogeza huo ujumbe ama hicho kitu ambacho anahitaji kupeleka kwa njia hizo, hiyo value anahitaji kupeleka kwa hiyo audience aliyokusudia. Kuna maswali mawili sasa, unaweza ukajiuliza, nimewahi kupitia nini ambacho kinaweza kumsaidia mtu mwingine. Kama wewe unahitaji kujua aina gani ya content ambayo basi unaweza ukaifanya, jiulize maswali haya mawili ambayo nitakupatia. Swali la kwanza, jiulize, nimewahi kupitia nini ambacho unaweza kumsaidia mtu mwingine. Swali la pili ni mambo gani ambayo watu wengi huja kuniuliza mimi? Pia swali hili ni zuri sana, linaweza likakufanikisha wewe kuweza kujua aina gani ya content utakayoweza kuifanya na ikasaidia wengine, na hapa ndipo utakaweza. Maswali mawili haya kama utaweza kuyajibu vizuri, ndipo ambapo utaweza kupata niche ya wewe kuitumia kutengeneza maudhui katika engo hiyo, sio kuweza kufata TikTok, TikTok trend, ama kuweza kuiga watu Hakikisha unajiuliza maswali haya mawili kuweza kutambua aina gani ya content ambazo unaweza kuzifanya na ukaweza kuleta thamani kwa wale watu ambao unakusudia na ukaweza kutatua matatizo mbalimbali mbali. Lakini nataka nikwambie kuwa wewe ndio brand, hautakiwi kuweza kuangalia vitu ambavyo vina trend na wewe ndio ufanye ama kuweza kuiga watu wengine. Tumia maswali haya mawili ambayo nimekupatia, yanaweza kukupatia wewe niche ya kuweza kutengeneza maudhui, kama utaweza kupata majibu ambayo yatakuwa sahihi. Lakini pia hauwezi katika content creation kusubiria kuwa perfect ndipo uanze. Unatakiwa uanze na hicho ulicho nacho. Hakuna content creator ambaye ameanza yupo vizuri tayari. Kila mtu unayemuona ameanza akiwa anakosea, anafanya makosa, anafanya hivyo hivyo, anaendelea, anajifunza kutokana na makosa haja sita. Kitu ambacho kitakufanya uanze sio ujuzi ni, ni ule ujasiri utakaochukua. Ndani ya dakika kumi tu unaweza ukaanza na kufanya kila ambacho unatamani kukifanya. Chukua dakika kumi zako kaa, kama ni kutengeneza video unataka kushare ujuzi fulani Kaa mbele ya kamera, rekodi hiyo video. Then usisikilize mara tatu tatu hiyo video, unaweza ukashindwa kuiposti kwa sababu mara kwanza ya kwanza unapofanya inakuwa unaisikia pengine, sauti hatuki vizuri, haieleweki vizuri. Usisikilize zaidi ya mara mbili, itume. Kila siku fanya, alafu utaniambia. Lazima utaweza kujifunza na kuweza kuboresha unachokifanya. Na kitu kingine ambacho nahitaji kushare ni kuwa ulimwengu wa leo unathamini sana wale ambao wanaweza kuelezea kitu vizuri. Kama una sauti, una uzoefu, una maswali ya kuhoji, tayari wewe una kitu cha ja kuweza kuanza nacho. Usinyamaze, usikae tu. Tayari una vitu unatamani kuweza kuvifanya, pengine unashindwa kwa uoga, unashindwa kwa thubutu, unajiuliza, wale waliokuzunguka watakuona vipi? Anza, anza sasa hivi. Unapoanza hata kama haujui kitu, utajifunza kutokana na makosa. Utakachokifanya leo kitakuwa vibaya, kesho hivyo hivyo, kesho kuto utakuwa, utaona umeboresha kile kitu na unaendelea kuwa bora. So kuna mtu ambaye anakusubiri wewe uweze kumwambia kitu ambacho kitaweza kumsaidia. Pengine ulikuwa haujui hivyo. Nakwambia leo kuna mtu ambaye wewe kuna vitu unavijua, yeye havijui, anatamani aweze kuvijua vitu kama hivyo. Sasa ukisema unaogopa, ukisema pengine uh, huna kitu ambacho unaweza kushare ni uongo. Jaribu kukaa na kujitathmini namna gani ambapo unaweza kusaidia kuleta value kwa watu wengine. Unaweza kuwa na wewe content creator kama utakaa na kufanya na kuweza kujiuliza maswali ambayo nimekupatia. Ukijipatia majibu anza, kama ni kurekodi, kama ni kushare uh, picha, vitu gani fanya. So ni hilo tu ambalo leo nilihitaji ni kuweza kuongea na wewe, content creator uweze kumuelewa, na je, kama wewe ungeweza kuwa content creator vile vile. Nadhani umeona ni rahisi, kila mmoja wetu ana uwezo wa kuwa content creator kidogo kidogo. Kikubwa ni uthubutu wa kuweza kuanza na kuto kujali utaonekana vipi. Kikubwa ni kuweza kupeleka value kwa wale watu ambao umewakusudia lakini pia kuendelea kujiboresha siku baada ya siku. Sina la ziada leo, tusiongee sana. Asante sana kwa kutazama video hii hadi mwisho kisha na like. Na kama una maoni una la kuongezea jua hili, ipo sehemu ya comment, ongezea kile ambacho unakifahamu tuweze kujifunza pamoja. Hii ni community, tunahitajika kuweza kuchangia vitu mbalimbali kwa pamoja ili tuendelee kujifunza na kupeana maarifa kwa sote mimi inawezekana nikawa navijua baadhi ya vitu lakini, vitu vingine ambavyo unavijua mimi pengine sivijui, utakapokuwa na share na mimi katika sehemu ya comment, nitaweza kufaidika mimi, lakini pia na wale wengine ambao wataweza kuona comment yako wataweza kujifunza pia. So, una swali, una maoni, una la kuongezea juu hili ambalo leo mmeweza kuliongelea hapa, sehemu ya comment ipo kwa ajili yako. Asante sana, usisahau ku like video hii, ili wafikie watu wengi zaidi, nao waweze basi kuchukua hatua ya kuanza kutengeneza maudhui ambayo yataweza kuleta positive impact katika jamii. So, asante sana, kukutana wakati mwingine.